Mkutano huu unafanyika wakati muhimu sana kwa taifa letu, mwaka wa uchaguzi wa 2025. huu ni mwaka wa kutafakari misingi ya uongozi, uadilifu na uwajibikaji. Kama wataalamu tuendelee kuwa mfano wa uadilifu katika taaluma zetu, tukiunga mkono jitihada za serikali katika kujenga Tanzania mpya yenye uwazi, nidhamu na maendeleo endelevu. Tanzania tunayoijenga leo inahitaji wataalamu wa aina ya smart professionals, yaani wabunifu wanaotumia akili, wanaotumia teknolojia na uadilifu, na wakadiriaji wanaohakikisha kila senti ya fedha za umma inatenda kazi iliyokusudiwa. Kwa niaba ya ofisi ya rais TAMISEMI, napenda kuwahakikishia kuwa Serikali inaendelea kuwa bega kwa bega na AQRB na sekta binafsi na wadau wote katika kuhakikisha sekta ya ujenzi inakuwa shindani, endelevu na yenye mchango mkubwa katika uchumi wa taifa. Kwa niaba ya serikali napenda kutoa maelekezo yafuatayo kwa bodi ya AQRB na wadau wote wa sekta ya ujenzi ambao mko hapa na hao ambao hawako hapa. Kwanza, bodi ihakikishe inaboresha zaidi mifumo ya usajili na ufuatiliaji wa wataalamu ili kudhibiti matapeli wa taaluma na kampuni zisizo na usajili halali. Pili, bodi iendelee kutoa kipaumbele kwa programu za mafunzo endelevu CPD na AQIP ili kuongeza ujuzi wa wataalamu hususan vijana wanaoingia katika soko la ajira. Tatu, bodi ishirikiane na Wizara ya Ujenzi na TAMISEMI kuhakikisha miradi yote ya umma inasimamiwa na wataalamu waliothibitishwa ili kulinda ubora na usalama wa majengo. Nne, wataalamu wote, ongezeni msukumo katika utumiaji wa teknolojia Building Information Modeling na mbinu za kisasa za ujenzi, hususan katika miradi ya serikali za mitaa huko kwenye serikali za mitaa kuna miradi mingi sana na wataalamu, ninyi mnashiriki huko, basi tunaomba swala hili la matumizi ya teknolojia lizingatiwe sana katika kubuni, kusanifu na katika kusimamia. Tano, endeleeni kushirikiana na vyama vya kitaaluma kama vile AAT na TIQS katika kuandaa miongozo ya kitaaluma inayokidhi changamoto za sasa ikiwemo uendelevu wa miradi na mabadiliko ya tabia nchi. Serikali itakuwa tayari kutoa ushirikiano, kutoa sera thabiti na miongozo itakayowawezesha kutekeleza maelekezo haya kwa ufanisi. Ndugu washiriki, natoa wito kwa wataalamu wote wa ubunifu majengo na ukadiriaji majenzi muendelee kuwa kioo cha ubora na nidhamu. Msikubali taaluma zenu kupoteza heshima kwa tamaa ya fedha au au mihemuko ya kisiasa. Tanzania inawategemea ninyi kuhakikisha miradi inayoibuka kila kona ya nchi inajengwa kwa ubora, kwa gharama sahihi na kwa manufaa ya kizazi cha sasa na kijacho. Ndugu washiriki, mkutano huu ni fursa ya kutafakari tulipotoka, tulipo na tunapoelekea kama taifa. Ni wakati wa kuongeza kasi ya ubunifu, ushirikiano na uwajibikaji katika sekta hii muhimu. Serikali ya awamu ya sita itaendelea kuwapa ushirikiano wa karibu kupitia wizara ya Ujenzi, TAMISEMI na taasisi nyingine ili kuhakikisha kuwa taaluma hizi mbili, ubunifu majengo na ukadiriaji majenzi, zinakuwa chachu ya maendeleo endelevu na pia katika hili kuweza kupunguza kama sio kuondoa kabisa changamoto ambazo msajili amezitaja wakati anatoa taarifa yake hapa. Napenda kutoa shukrani zangu kwa serikali ya awamu ya sita inayoongozwa na Mheshimiwa Rais Dr Samia Suluhu Hassan kwa kuende, kwa kuendelea kuwekeza katika sekta ya ujenzi na kulinda taaluma hizi kwa sheria ambazo tumekuwa tukizitunga. Shukrani pia kwa wadau wote waliounga mkono maandalizi ya mkutano huu, kama nilivyosema hapo awali. Ndugu mgeni rasmi, ninapokaribia kumaliza maelezo yangu haya, ninapenda kutoa shukrani zangu binafsi uh, za dhati uh, kwa wizara yako kwa ushirikiano mkubwa ambao tumekuwa tukiupata wakati tunatekeleza majukumu yetu ya kusimamia sheria, hasa tunapokagua miradi mbalimbali mbali katika halmashauri zenu. AQRB imekuwa ikipatiwa taarifa mbalimbali za maendeleo ya majenzi ambapo taarifa hizo huwa nyenzo muhimu sana katika utekelezaji wa majukumu, na tutaendelea kushirikiana nanyi katika kufanya kazi ya majenzi. Aidha, tunapenda kuishukuru serikali kupitia wizara yako pia kwa kuajiri wabunifu majengo na wakadiriaji majenzi katika halmashauri mbalimbali. Tunakushukuru sana.